shughuli ya ftari, lakini watu wengi sana wakajitokeza, na ndio maana tukashangaa kwamba imekuaje hii shughuli ya ftari imeenda kufanywa Masaki. E, Masaki ni sehemu ambayo tunajua kabisa kwamba watu wanajiweza, watu wako vizuri. Sasa kama alikuwa anataka kufuturisha na maana kwamba lazima ufuturishe watu ambao hawana, hawana, hawana riski, e, basi moja kwa moja unatakiwa kufuturisha watu ambao wanakaa Uswahilini. Sasa kupeleka ile shughuli Masaki tulishaanza kuwa na doubt. Na hicho ndicho ambacho kimejitokeza, na kwamba katika shughuli hiyo bwana watu hawakuruhusiwa kuingia. Ilikuwa uingii kiolela lazima uwe na, na kadi. Sasa basi wadau walikuwa wametoka huko na funga zao eh, wamefika pale kwa ajili ya kwenda kufuturu watu tofauti tofauti, raia wa kawaida, lakini kufika pale ndo hivyo tena wamezuiwa. Kwa hiyo imekuwa imeibua mzozo na wameanza kutoa malalamiko. Jana kulikuwa kuna watu wengi sana walikuwa wamezuiwa nje, ambapo ni watu wa hali ya chini, ambao walikuwa wanatarajia kwenda pale kwa ajili ya kwenda kufuturu bila ya kuwa na mwaliko. Sasa ile kumbe ilikuwa ni sherehe ya watu ambao wako invited only, umeona bwana. Kwa hiyo watu wengi sana wamelalamika kwa kutokupata nafasi ya kuingia ndani kufuturu na walikuwa wamefunga, walikuwa wameenda pale kwa ajili ya kufuturu masikani ya Mungu. Kwa malalamiko yamekuwa ni mengi sana, meona bwana. Kwa hiyo watu walikuwepo pale tokea saa kumi na mbili kwa ajili ya kwenda kufuturu, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii na mitaani habari zilikuwa zimesambazwa kwamba Diamond anafuturisha, kwa hiyo ile ilikuwa ni siku ya watu kwenda kufuturu, lakini mambo hayakuwa hivyo. Sasa basi, hii imeibua mzozo mzito na wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, hapa kuna page, amepost, ameandika kwamba bwana, nimesikitishwa sana na mabadiliko ya baadhi na, na malalamiko ya, na, na ya baadhi ya watu kwenye mwaliko wa iftari ya siku ya jana ambapo msanii wa mziki Diamond Platnumz alikuwa akifuturisha. Siwezi kumlaumu Diamond Platnumz kwa hiki kilichotokea, sababu bado ana nafasi ya kufanya tena jambo hili eh, kusawazisha makosa yake, maana dini msaia jaweka mipaka kwenye jambo kama lile. Kitendo cha kuamua kufuturisha lili ili mlazimu aangalie hata wale wasioalikwa, maana kama angekuwa angekuwa kama angekuwa anahitaji wageni waalikwa, basi asingetangaza hadharani. E, kuna familia zinapitia maisha magumu sana. E, futari kuipata tu kwao kuipata ni mtihani. Sasa unapotangaza hadharani kama wapo karibu kama wako karibu na maeneo hayo, sio ajabu eh, kukawa na tukawakuta wapo mlangoni wakiwa wamepanga foleni. Kilichotokea jana ni mistake tu. Hivyo basi kutokana na dini idi inavyotuamrisha, ingependeza zaidi kuona jambo hili likirudiwa tena kwa mara nyingine, kwako Diamond Platnumz mzee kuna bloga hapa ametoa ushauri huo kwamba kwa, kwa kile ambacho kimetokea, watu walia chini kuzuiwa kuto kupata nafasi ya kufuturu ni kosa. Ilitakiwa arudie tena awafuturishe watu ambao wenye uhitaji na sio mwaliko, na kama angekuwa anataka kufuturisha watu kwa mwaliko hakukuwa na sababu ya yeye kutangaza hadharani kwamba kutakuwa na iftari ya Wasafi hapo Masaki. Umeona bwana, kwa hiyo, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Watu wengi sana kiukulu wamelalamika to the maximum. Watu wengi sana hawajapendezwa na kile ambacho kimetokea. Umeona eh, kwa hapa kuna wakina mama wamejitokeza pale Superdome Masaki ili wapate ftari ya wasafi eh, kama ilivyotangazwa na Diamond Platinumz kuwa wasafi watafuturisha. E, wamesema wametema nyongo zao baada ya kupigwa stop mlangoni. So wadau mbalimbali pia wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Nataka nikusomee baadhi ya comment ya ambazo zimejitokeza, maana ni jambo ambalo kiukweli linaonyesha wa wazi kwamba limewagusa na limewaumiza watu wengi sana, kwa sababu comment zimemwagika nyingi mno. Huyu hapa anaitwa Zimbwe KB anasema kwamba bwana, wahitaji e, wafutari ndio hao sasa. Imekuwaje wamenyimwa hiyo nafasi? Kwa mtu anasema kwamba bwana kiukweli e, kuna mtu anasema bwana, wakina proud to be kwenye moja na mbili. Kwa mtu anasema kwamba bwana e, kuna mtu anasema kwamba bwana unakuta mama yako ndio anagombea ftari hapo, sijui unajisikiaje? Da, kuna mtu ameandika hivyo, ila watu jamani ha, e bwana e, wamewahurumia hawa watu ambao wa walikuwa wanatoa malalamiko yao ya wazi wakati baada ya kuzuiwa kuingia mule ndani Superdome, kwa sababu Diamond, kwa mujibu wa Diamond, anaona utaratibu ulikuwa umewekwa kwamba watu ambao wanaruhusiwa kuingia mule Superdome ni wale wenye mwaliko na of course watu ambao walikuwa wamealikwa walipostiwa. Mwona, kwa kosa watu wengine ambao walivyosikia tu hizi habari za Diamond anafuturisha pale Masaki walisogea kwa ajili ya kwenda kufuturu. Huenda labda nyumbani hawakuamua, wali, walikanseli kabisa ratiba za kupika ftari wakitarajia kwamba wataenda kufuturu, eh, katika ftari ya Wasafi pale Superdome Masaki. Wengine labda huenda kwa amelipia mpaka nauli kwa ajili ya kwenda tu kuhudhuria sehemu hiyo kwa ajili ya kupata ftari. Unajua kwamba katika mwezi huu wa Ramadhani kuna watu wengi sana ambao wanapenda, eh, kufanya vitu kama hivyo kwamba wanajua kabisa kwamba okay kufunga ni k lazima ufunge kufuturu, unaweza kufuturu popote kwa sababu kuwaga kuna watu wanatoaga fursa ya watu kupata nafasi ya kwenda kufuturu. Hivyo basi, huenda basi watu walikuwa wanajua kabisa kwamba hii ni fursa nyingine ya kwenda kufuturu, kwa hiyo wakawa wamepanga ratiba, wakawa wamepangilia hili tukio katika ratiba zao, lakini mambo ndo hivyo yamekuwa tofauti. So at the end of the day, ukiwa kama mdau, hebu tuambie maana hapa comment zinazidi kuwa nyingi kwa mtu bwana. Yani, hawa ndio waliotakiwa kufuturu, badala yake wamepewa wakina Uncle T sijui wakina Noeli, kiukweli huu ni mtihani. Kwa mtu mwingine bwana maskini, haibu ndogo ndogo kama hizi ni za kuziepuka kwenye zama za utandawazi, ameandika hivyo. Kwamba hata hivyo pia hawa wamama ambao wamekuwa wa waki, waki wakilalamika kwamba wamezuiwa na wamekosa nafasi wame, wame na ya wapa, yani muda tu ule wa azana Watu wameenda pale kwa ajili ya kusubiria iftari, alafu mwisho wa siku wamezuiwa getini, hawajapata hiyo fursa ya kwenda kufuturu. Kuna watu wanaona kama vile wamejidharilisha kwenda kulilia iftari pale e, baada ya kukosa hiyo nafasi <coughs> umeona bwana na waandishi wa habari kuanza kuwahoji. mm -hmm. kuna mtu ameanza kumwambia bwana, kwani hawa waliitwa jamani? E, mkafuturu kule, si mwende mkafuturu hata misikitini, mwende hata msikiti wa Upanga ndio huwaga wanagawa bure kabisa e. Haya ni mambo tu ya kutaka kutia watu lawama, umeona bwana. Haya kwa mtu asema, bwana hizi ni aibu jamani, kwa nini lakini? Kwa asema, bwana walipewa kadi au walienda tu kwenye eh, walienda tu wenyewe. Maana hata hata mtu ajisikii vibaya kuongea na kamera zikiwa zinamulika jamani. Kwa mtu amesema kwamba bwana hawa amesema kwamba bwana hawa ndio angekuwa hawa ndio ilitakiwa ilitakiwa Diamond awafuturishe, maana inaonekana hawa ndio walengwa walikuwa kwa serious na hiyo futari. Maona, so, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuambie hiki kilichotokea baada ya wadau mbalimbali watu ambao walikuwa wamejitokeza katika eneo hilo la kwenda kufuturu pale kuzuiwa mlangoni, unahisi kwamba ni sahihi? Je, Diamond ana makosa yoyote? Anapaswa kulaumiwa, au alikuwa yuko sahihi, kwa sababu alikuwa na jambo lake na alitoa mpaka mialiko, ila watu hawakupata mialiko, ila tu akaamua kujitokeza, alafu ameanza kutoa lawama. Je, unahisi kwamba nini kitendeke? Una maoni gani? Weka maoni yako hapo chini katika comment section. Comment section tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.